Asante sana mtazamaji, unaendelea kutazama ukumbi hapa studioni. Tuna fursa nzuri kuwa naye katibu katika maswala ya viwanda, wizara ya biashara na viwanda humu nchini, akiwa miongoni mwa wenzake pia wenyeji wa kongamano la 24 la Komesa ambalo litakuwa linaleta wafanyabiashara hapa leo, tukiwa tunazungumzia uh, biashara ndani ya Komesa. Pia tuna wageni wetu ambao wapo studioni ni mtangulize eh, mwanauchumi mfanyi biashara Martin Chomba ambaye ni mwandani wetu mara nyingi akitusaidia maswala ya uchumi. Karibu sana pia tuko naye kumuita Oje ni afisa mkuu mtendaji FPCK, ambao ni Fresh Produce Consortium of Kenya. Pia tuko naye e, mzee wetu Munyui Wanjoi ambaye ni mwenyekiti shirika ambalo linaleta pamoja e, wakulima wa parachichi amaupenda avocado, shirika linafahamika kama AAAK. Pia tuko naye Anthony Njenga ambaye ni afisa mkuu mtendaji TMX Global, na hatimaye John Seronei ambaye ni mzalishaji mazao ya kahawa na vilevile vile Karibuni sana nafikiri fursa adimu hii nimemuuliza kwa ukarimu katibu na amekubali. Kwa sababu najua nyinyi kama wafanyi biashara mmeshirikiana naye, mmeona changamoto na kadhalika. Lakini leo kwa, leo, kwa sababu tunazungumzia Komesa nataka nianze na wewe, e, Bwana Oje. Kwa sababu uko katika kiwanda ama sekta ambayo inawasilisha Wakenya wengi sana katika ukulima, katika uuzaji wa bidhaa ambazo tunaita fresh produce. Ni bidhaa ambazo haziwezi kukaa madukani au shambani kwa muda mrefu, shavuna lazima uuze

It saves the freshness. Yeah. So, and uh, much more but most importantly is how do we resolve the connectivity and communication. Pengine kwa kifupi sana kwa kwa manufaa ya katibu yeah. katika shirika hili la fresh produce tunauza bidhaa ngapi eh, za mboga au matunda yeah. katika mataifa tu wa <coughs> chama wa COMESA kwa sasa we, we are selling um, all fruits uh, avocado mango um, um, beans, a piece, peas um, uh, herbs uh, spices chilies, Asian vegetable.

As as so Asante. Martin Chomba katibu, hapa amegusia Kirinyaga, ni sehemu ambayo najua wewe unatokea huko, kwa, kwa uzalishaji na viwanda, lakini tumezungumzia tatizo moja kwamba kwa Wakenya wa kuwekeza katika viwanda ni kazi ngumu kwamba amezungumzia katibu akisema kwamba Wakenya wengi aidha hawana imani kwamba wanaweza kufanya, inawabidi hata wale wenye hela wanakwenda nje kutafuta wawekezaji kuja kuwekeza. Hilo linatatiza uchumi wa taifa ama la? kabisa kabisa Kwa, ni, asante sana ni Nimrod eh, ni kweli natokea ka, eh, kirinyaga mahali inaitwa kangaita huko ni mstuni huko uh, tunakuza majani chai ukiteremka kidogo unapata mahali uh, karibu hapo Kerugoya town hapo karibu nao kunakuzwa kahawa ukienda huko chini kuna um, mchele uh, kuna vitu nyingi tu na utalii pia no. na ni kweli, ni kweli kwamba kirinyaga kumekuwa na viwanda chipukizi katika miaka ya juzi na zimekuwa tu nyingi tu, kwa sababu naamini na ya kwamba uh, kuna mikakati ya mwafaka yenye imekuwa Kirinyaga yenye inawezesha. Lakini kuna vitu, kuna kitu umetajia hapo kwamba wakenya wengi hawaamini, na mimi nilikuwa mmoja wao, kwa sababu vile amesema eh, vile serikali ama wale wako na, wanawajibika na ku eneza injili ya viwanda ama kufanya kazi hawajamakinika kabisa. Kwa sababu gani? u, u, tu, lazima tukue, we don't become too academic, tukienda kuelezea wananchi zile vitu wanafaa kufanya. Watu wengi sana wakisikia jina viwanda wanaamini kwamba ni za wengine, ni za watu wakubwa, ni za mabiashara kubwa. Uh, nimesikia uh, PS akielezea mambo ya kutengeneza misumari na nini na anaielezea kwa urahisi na inakuwa kwa, kwa kichwa ya mtu anaona ni kweli, ni kitu naweza fanya. Lakini hiyo information haijakuwa huko, kwa hivyo kuna shida ya hizo mikakati. Jambo la pili lenye ningetaka kuambia uh, PS wetu aongee uh, na um, wizara zenye zinahusika ni kwamba Kenya tunafaa kukua na ile tunaita predictable tax regime hiyo ni kitu moja inafanya watu wengi sana waogope sana kuanzisha uh, viwanda unapata kwamba hata ile tunaita FDI mtu anataka atoke diaspora kuja awezeshe kiwanda, na nimeongea na wengi tu. Juzi nimekuwa nimefanikiwa kukwenda mahali Marekani, na nikakuwa na watu tu wanaongea mambo ya viwanda, lakini among the things wanasema zinawatatiza ni kwamba this unpredictable tax regime. Kwa hivyo unaweza wakati unafanya ile tunaita financial planning, ukiweka kiwanda unaku, unataka kujua miaka nitano yenye inakuja kutakuaje. Ningetaka kuomba katibu uh, uh, uh, wetu communicate this to the government kwamba ukienda nchi zingine, Bwana Nimrod they identify ama wanachagua wanasema, hii biashara fulani ama hii uh, department fulani it becomes a national security issue for, kwama, for instance ukienda saa hii mahali kama India kuna kitu huwezichezea ukicheza, serikali ya huko itakufunga maisha, ukicheza na kitu inaitwa medical tourism mm -hmm. washachukua hiyo kwamba kitu inaitwa medical tourism in India, si kitu ya kuchezea nayo, no. na Kenya, tunafaa ku -identify hizo vitu na tuzielevate. Unaona, kama mimi ni chairman wa mafuta kule kwa mafuta, saa hii ukienda, we call it, um, a security zone. Kuna vitu uwezi fanyia huko, kuna vile, kuna mchezo tu uwezi leta huko, pia tuchukue Our industrialization na viwanda kwamba tuizi elevate in a way that government macho yake inaangalia kama maziwa yenye iko kwa jikoni. Asante sana. Mm -hmm. Eh, katibu nafikiri tuchukue moja, halafu wenzetu pia tutawapa nafasi, halafu wezi kujibu bwana eh, Wanjoi najua kuna wakati mmoja tuliketi hapa na wewe ukawa na manung'uniko mengi kilio kingi. Ilikuwa nafikiri kabla ya tuzungumzie mswada wa fedha wa mwaka uliopita, na wakati huo ilikuwa serikali imepania kutoza zaidi wakulima wa parachichi kuuza nje. Katibu mkuu amezungumzia eh, hapa swala la kwamba tuna ile kitu inaita trading balance. kwamba container moja ikija na bidhaa kwa mfano simu bei yake, ile gharama yake, yule tunampatia pesa kule, ni Mchina ama ni mtu yoyote, lakini mwekezaji kutoka nje, kontena tunampa shilingi karibu milioni mia nne. Hapa nyinyi mkitoa parachichi kwenye ile kontena ile, ile mnapeleka tu shilingi pengine laki laki, laki nne ama kidogo. Kwa hivyo ile imbalance iko kubwa, ukizidisha na hiyo kwamba wakati serikali pia inalenga zaidi kuwatoza ushuru, ile imbalance inakuwa zaidi. Nafkiri pengine utufafanulie na pia tuzungumzie ukosefu hata wa viwanda vya kutengeza bidhaa zaidi, ile inaitwa katika katikaarhc kwa, lakini kwanza ningetaka kutoa zangu sababu vile Citizen zangusababuumesimama na Wakenya, hiyo ni mzuri kuongea ukweli, na nimefurahia sababu tuko na hapa na yale ambayo tunaiongea hapa ya leo ni yale ambayo imetoka mashinani. Kwanza ungeniruhusu nitanje makosa kubwa ile iliyokuwa ikitendeka. Tuliingia hii sekta ya hotikacha mwaka wa 1980. So ukihesabu kutoka 1980, that is 45 years back. Na tulianza tukiwa sekta kidogo sana. Na wa leo ukiona vile iko sekta ya agriculture. Maana Kenya hatuna mineral ya kutosha ile tunaweza acha kujigamba nayo, so sisi zote 80%, 80% maana wazee pia wako na hiyo mahesabu, we deal with agriculture. So kitu ningetaka pia ujue, kuna maneno tulikuwa tukisema wakati wa Kibaki, sababu mimi nilikuwa wakati wa serikali ya Kibaki hiyo miaka kumi, tukasema ile mikutano tunafanyia Nairobi, ile mikutano tunafanyia eh, Eldoret hiyo information to the ground, hiyo ndio ile makosa kubwa iko saa hii vile tunaongea hapa. Wale wanabiashara wengi, hata ukiwauliza, hata wengine watastuka kusikia maneno ya COMESA. You know the information should be taken from the top, ipereko on the ground, that is one of the biggest challenge. Nataka kuelezea Waziri, PS, mimi nimekaa hii biashara, nilianza na katoni nne avocado ikatoka Eh, Nairobi, ikaingia kwa ndege, and that's how we started avocado. Mimi sana sana huwa ndio naotikacha, ndio nilikwambia tuite rafiki yangu hapa, sababu sasa sisi wakenya wengi, na ni kweli, nafikiria pia sitakubaliana nami, wengi tumeanza kutoroka kwa kahawa, tumeanza kutoroka kwa majani chai, tunaingia kwa hotikacha, sana sana kwa avocado. Unajua, it is farming and business. Wewe unaangalia mahali pesa itaingia, hutaki mahali utarisk. Ukiangalia graph

as we talk now, na uende kwa mahesabu yako, we are number one in oil export of avocado. Ndio unaona tukaiya watu wa Kirinyaga factory, maana ukienda Murang'a na Kiambu all the factories have concentrated there because of the raw material ya avocado. Challenge ya bai tuko na yes, tunaendea avocado Rwanda, tunaendea avocado Burundi, tunaendea avocado Kongo sababu yetu imeisha.

Mtu wa Tanzania akiingia Kenya. There are no big restrictions. Mtu wa Congo akiingia Kenya. There are no big restrictions. wa, wa, wana Uganda wale ndugu zetu wakati wanapoingia hata hatuwapati accommodation. Lakini wacha nikwambie, Nimrod, inakuwa vigumu sisi. Wewe kuingia ukanyanga pale, mpaka kwanza unaonekana kama waja, tulitumia ile lugha, unaonekana kama ni Al-Shabaab. And I'm telling you, Kenyans are business minded people kwa hivyo huo ushirikiano hauo, yes, so what I'm trying to tell bwana PS, the balancing ya sisi na wale haiko sawa, haiko sawa. Nafikiri ni masuala yatajitokeza katika eh, mkutano wa kesho lakini okay, yes. Nafikiri nikupe nafasi uweze kujibu yale alafu tuweze kusikiza ndugu zetu wale watajibu. Asante, wacha ni shukuru na. Nafikiri umechangia vizuri sana na ikianza na hiyo story ya avocado. Na. Ten years ago Kenya haikuwa kwa rada hesabu ya wale watu ambao wanasalisha hiyo avocado e, na amesema ukweli. Saa hii katika Afrika mzima sisi ni leading kuproduce mambo ya avocado but still, bado tuk, ile viwanda tumeweka. Nilienda ile kiwanda ya Sagana Oil na nilipata wamefunga. Kwa mwaka wanafanya kazi miezi sita, miezi saba. ile wakati ingine kwa sababu mazao hawana raw material, hawana raw material so tulikuja huko wamefunga wanasema sahi ilimeisha kwa sababu ya season season ya avocado ya central Kenya. Sasa ile kitu ndio tu balance hizi factories, lazima tusukume hii avocado tuanze kupanda Nakuru, Narok, Eldoret, Bungoma kwa sababu hiyo season yao ni tofauti. Wakati season ya central imekauka, tunaenda kwingine uh -huh. so sahi ile tumeongea na PS mwenzangu wa agriculture kwamba lazima tukue na regions mbili ndio ibalance hizi factories ya kwamba Eh, kwa sababu makadi hiyo avocado yote inakuja wakati mmoja. Alafu inaisha kwa wakati mmoja. Wakati mmoja. So hizi factory zenye ziko hapa sitatoa wapi avocado kama hatuwezi kwenda kwa ile area ingine, kwa mambo ya taxation. Eh, kwa sababu sisi eh, kitu kama COMESA mwanzo kabla hujafika kwenye taxation. Pengine kwa mzee wa Njoi mjibu tu ule ushirikiano katika, yes, mataifa, na kuna suala ambalo dio nakuja hapo, hapo. Na, eh, unajua wewe ukiwa Big Brother na Kenya vile <coughs> tulisema hapa we ni big brother. E, eh, so tunakuwa hata juzi tulikuwa Uganda boi, Mheshimiwa Museveni alikuja hapa na kalia o oh, kwa nini mumeweka ushuru kwa vitu ya Uganda? Na tukasema na sisi pia tuliweka kwa sababu Uganda naye ilikuwa imeweka vitu zetu. Walikuwa wametukanyagia mambo ya animal feeds, tukitaka maize bran, tukitaka eh, soya bean, tukitaka hiyo vitu ya animal feed na vile nilisema sisi nchi yetu imekauka. Uganda iko na mvua mingi mahindi, mahindi ya Uganda ni, ni cash crop. Wakanda hawakuli mahindi kama ugali, sisi hapa mahindi ni national food. So utaona wakati unatumia mahindi kutengeneza animal feed ni kama sasa sisi tunakula chakula ya mtoto, so inakuwa ngumu but sasa hawa mahindi na nini, alafu sasa huwa tunanua mahindi mengi huko Tanzania, Uganda mchele ndio tutengeneze e, unga yetu hapa ndio tutengeneze animal feeds, na sangine wana tuwekea na sisi pia hatulali. So juzi tu vile walituwekea na sisi pia tulikuwa tumeweka, mpaka vile rais alikuja hapa juzi akasema oh, sasa mtoe hii kitu. Kama mmesoma makazeti, tumekuwa na mkutano huko e, Mbale, minista wetu liki na njua kilid na minista wa Uganda, kila mtu akaweka shida zake kwa mesa. Akasema Kenya nyinyi mmetufungia hapa na sisi, na Uganda naye akasema na nyinyi mmetufungia hapa tufungue namna gani? So ikakuwa negotiation, tukienda kama Tanzania saa hii mambo ya nani tarifu paria, tuko pia na timu eh, inakuwa namna hiyo. Tunawivu wivu, kabla hata katika familia, ukiona we mmoja unaenda unaanza kupanda sana, sangine ndugu yako hataona vizuri. So tunajua eh, na kama Tanzania inakuwa very technical. Sisi tunauza sabuni, tunauza detergents, tunauza steel, tunauza dawa, lakini Tanzania inatuuzia nini? Wanatuuzia mahindi wanatuuzia ngano wanatuuzia so shida ile tuko nayo, ile vitu ninunua Tanzania ni raw materials ya factory yetu, unaona. Sasa hao wakituwekea vikwazo, tunapoteza na sisi tukiwekea vikwazo, tunajifungia factory zetu, kwa sababu hiyo mahindi na hiyo ngano ndio inatakana na ingie huko kabakara, unaona. so wamejua hiyo sababu, wanajua ya kwamba wakikufungia eh wewe, uwezi kuwafungia kwa sababu utakuwa unajifungia wewe mwenyewe Mwenyewe. But hizo ni vitu tunaongea katika tariff structure yetu kwa eh, ni kwanini tunashikana na na East African Community na SADC, na COMESA ili tujaribu kusema kama tukiangalia ile tunaita common external tariff ile eh, ushuru ambao inalipishwa katika East Africa Sangine, huwa nasikia: oh, Kenya ushuru yenu iko juu. Nikamwambia, hapana, ushuru yetu ya Kenya ni ushuru ya East Africa. Sisi ile kitu tunaweka hapa ile taxation ni ile CET, Common External Tariff. Na inasema nini? Inasema raw material kama wewe unanunua raw material kutoka India ama China unaleta hapa, tunaweka zero. So kama wewe unataka kuteleta raw material ya kutengeneza hii simu, kutengeneza nguo, utoe ulimwengu yote, katika East Africa na Kenya tunaweka zero. Ukileta intermediate product ile kitu tuseme, sasa ni gari lakini umenu, unaleta parts tuna charge 10%. Ukileta ile finished product tuna finished product mara mbili, ile finished product ambayo sisi hatuna uwezo kusalisha tuna charge 25%. Ile finished product ambayo tuko na uwezo tunaweka 35%. so tuko na four band 0, 10, 25, 35, na hiyo ni ya Kenya, ni ya Uganda, ni ya Tanzania, lakini ukizikiza katika media unaambiwa Kenya, ushuru yenu iko juu. Na mimi huwa <coughs> naambia mimi, huwa mimi ni bahati natoka Limrod. Sisi no. E, huwa tunaoa bibi mbili, tatu, nne. E, huwa tunaambia wazee e, wa mama. Kama unataka kuwa bibi ya pili, hapana uliza bibi ya kwanza huyu mzee ako na mwana gani? <laughs> Ile shida kwa sababu ukimuuliza yeye atakuambia, huyu ni mlevi, huyu ni ni mbaya wajana na yeye. So shida ya ile Kenya tuko nayo, wale watu ambao wameenda mbele kidogo, wamefaulu katika biashara na viwanda, hawataki wengine waingie, so, tunaharibiana jina so, tunaharibiana jina. Mimi nimetembea, huwa naita mkutano na, na nataka kumalizia hapa nikiita mkutano, nimekuambia hapa eh, factories ambazo zinatengeneza chuma vyuma, steel wako 27. Wakikaa vile wamekaa hivi, the poorest person kwa hiyo group nimrod ni 3 bilioni. Nikiita watu wasimiti is factor 10, the poorest person kwa hiyo group ni 45 bilioni. Ukienda katika private maisha yao wanaishi wapi? ako na nyumba hapa, ako na nyumba Dubai, ako na nyumba London, ako na private chetu na mnajua, ako na chopa, lakini ukimuita hapa ukimwita hapa analia, wee, enda angalia hii maisha ya mtu. So wewe ukitaka kuwa bibi ya pili usiulize bibi ya kwanza huyu. E, eh, mzee ako namna gani hapo? a... tu ndio shida ikobana <laughs> <laughs> ujipata amezungumzia kwamba nafasi ya kusafirisha bidhaa moja kwa moja Al yes. Yes. Yes, alafu nakuja hapo, sisi kama serikali nilisema kasi yetu ni kuwa rifari mzuri na kuongea na wenzetu kupanua soko ile soko tumefungua kama Kenya, tumefungua soko karibu nusu ya ulimwengu yote. Kumbuka tuko na EPA, economic partnership agreement, na UK. Saa hivile tunaongea for the next 25 years tumeelewana, Nimrod. Bidhaa elfu kumi na nne unatengeneza Kenya unauza inji ishirini na saba za Europe, duty free quota free E, eh, vile tunaongea tulikuwa na mkataba ya Amerika hii ya goa mm -hmm. Ilimaliza miaka ishirini na tano ikaisha, wameongeza mwaka moja. Ile AGOA opportunity ambayo AGOA imetupea we have not even reached one percent. Kwa hiyo miaka ishirini na tano we are at zero point zero eight percent, so tumefungua soko mtu ya kuuza hakuna yuko. Tukikuja kama UAE tumesign mkataba na UAE, United Arab Emirates tuko na mkataba na United Kingdom UK. Sasa hivi vile tunaongea, tuko na mkataba hii ya East Africa ya kusema watu wengi wajajua, ukitengeneza kitu katika Kenya, soko yako ni East Africa, vile mzamesema Tanzania, Uganda, Burundi, South Sudan, Somalia, hiyo yote unauza duty free, quota free. E, tuko na mkataba ya Afrika sasa, saa hii unajua hii East Africa alafu tulikuwa na SADAK kuanzia last year first of July, tulikuwa na ile kitu inaitwa tripartite. So tulileta kwa sababu tulikuwa tuna trade kama East Africa na SADAK walikuwa wanafanya kama SADAK. Sasa tukaunganisha unaweza uza katika SADAK vile unauza hapa East Africa na, na COMESA imekuja hapo. So now tu, we are working on common rules. Tume sign agreement ya kuuza vitu katika Africa. mm -hmm. The subject of course, to ile kitu tunaita rules of origin so katika kufungua soko ile kitu ningesema katika hii nje hakuna inji imefungua mpaka hata hii mkataba ya, ya, ya European Union tumepelekwa kotini na Tanzania kwa sababu wakati tulikuwa tunaanza kutengeneza hiyo mkataba ilikuwa ikue EU inasaini mkataba na East Africa wenzetu kwa sababu sisi tunakuwa classified Ati ni midi, middle income au ni lower income, ile mambo yote ambayo iko kwa mkataba, au wanaweza pata, wanauza bidhaa zao Europe bila wahitaji hiyo mkataba mm -hmm. Lakini sisi kwa sababu tuko middle lazima tu fanye. Sasa wakati tulifika hapo, wenzetu wakatutoroka, wakasema kwa nini tusaidie, kwa sababu hii mkataba haitusaidi. Ile vitu Kenya ina negotiate ni vitu Tanzania inauza bila mkataba, Uganda inauza mm -hmm. So ikafika hapo wakatoroka, sasa na sisi tukaona kama Kenya ndio mnasema hata wengine wanatupeleka mbio, yeah. na sisi kama Kenya tukasema kama wenzetu wamekataa, sisi kama Kenya tutaendelea bila bila wao. na tukasaini hiyo mkataba, na mnajua saa hivi tunaongea, tumepelekwa kotini na kwa East African Court of Justice, yeah. na Tanzania wanasema Kenya iwache kuuza vitu huko European Union, so sisi hatulali, tunaangalia na ndio tuna, angalia, na tundi, diyo, tuna... So, ingawa tumelewana nikimaliza ya kwamba tunaweza uza vitu zetu duty free quota free katika East Africa, katika SADC, tuna ile vitu wanaleta wana zinaitwa non tariff barrier juzi. Eh, last month tulikuwa tumetembelea all our border points. Tulienda na minister wa Kenya na minister wa Uganda, tukaenda Malaba na tukaenda Busia na tukaenda Ruaha na tukaenda Swam na tukaenda Namanga na, na tulikuwa tunatafuta nini? tulikuwa tunasema tumesema hii biashara iflo. Ukienda kwa mpaka ya Malaba unapata malori upande ya Kenya, lori kilomita ishirini. Sasa tukaulizana, e, eh, shida ni nini? Kwa sababu kama mtu atatoka Mombasa na lori yake afike Malaba in one day, Alava achukue siku tatu kupita kwa boda na pato, lazima akipita hii boda tena atakienda akifika mwisho ya Uganda tena achukue siku tatu kuingia eh, Rwanda tena achukue siku tatu kuingia DRC. So, so tu, kama maministers na wa, makatibu wa trade and industry tu, tumeshughulikia tuko na memoranda, tumeelewana, tumeweka minimum. In fact kama Malaba tumesema laini ya malori kuingia kwa hapo ikuwe maximum 5 kilometers. Hata tumeelewana na PS wa ICT aenda tuwekee kamera hiyo lori ikipita kilomita tano inatuma signal Nairobi kusema tuna shida hapa kwa hii mpaka. So tuna mambo kidogo kidogo ile tunaita nani tarif baria zinatusumbua, e, kwa sababu saa ngine kama vile nisema ukiwa na ndugu yako tunakuwa na wivu, hiyo wivu haiwezi toka. So tumeelewana lazima tuende hivi, but huwa tunapata wanaturuka. Asante katibu, naomba muda no. no. e, maanake bwana Serenei hajasema na bwana Jenga <laughs> si, niombe muda alafu dakika 15 kama utakuwa ama tuendelee mpaka mwisho wa kipindi manake. Okay, mazungumzo yanazidi, wacha tuende, yeah, ya mapumzikoni mtazamaji, alafu tuje tumsikize bwana Saronei na vilevile bwana Njega kuhusiana na masuala haya ya biashara eh, katika eneo hili ama muungano wa Komesa. Sondoke hapo ulipo, tunarejea hivi punde.